Kwa majina naitwa Dr Mahamudu Sasamaro. Leo hii niko hapa kumwakilisha katibu mkuu wa wizara ya kilimo. Hivyo kama unavyofahamu uh, majadiliano haya ni mazuri sana na kwetu, tumepokea kwa, kwa, uh, tumepokea vizuri kwa kuwa ni sehemu kwetu sisi kama ya kuendelea ku, ku, kusapoti ajenda 1030 kama unavyofahamu kwamba katika ajenda 1030 uh, katika mambo mojawapo ambayo yalikuwa tunayoyasimamia ni kuhakikisha kwamba usalama wa chakula, lakini vile vile kuhakikisha kwamba uh, tija inaongezeka kwenye yale mazao ambayo kwamba yanaozalishwa kutoka mashambani, tunahakikisha kwamba yafike katika hali nzuri mpaka katika mradi wa mwisho, na hii hata itasaidia kuongeza vipato kwa wakulima, tunapunguza kitu ambacho kinachoitwa kile ni reject. Kwa hivyo kwa kupitia majadiliano haya itasaidia kwa kiwango kikubwa sana kuhakikisha kwamba kuhakikisha kuwa mazao yanafika katika kwa mtu wa mwisho katika hali ya ubora. Kwa hivyo itaendelea kuwapa moyo wakulima wanaolima mazao na matunda mbalimbali. Kama unavyofahamu, wizara ya Kilimo imeweka uwekezaji mkubwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo katika umwagiliaji lakini na vile vile katika kuhakikisha kwa kwamba wakulima wanapatiwa mbolea lakini vile vile imejikita katika ufunguaji wa masoko mbalimbali mbali ya nje ya nchi. Kwa hivyo masoko yale yanahitaji mazao yanayotoka nchini kwetu ambayo yana ubora. Kwa majina naitwa Dr David Malima Biswalo, natokea kituo cha uwekezaji Tanzania nikimwakilisha mkurugenzi mtendaji wa kituo cha uwekezaji Tanzania. Vilevile, mimi ni afisa kiunganishi wa wizara ya kilimo pale kituo cha uwekezaji Tanzania. E, katika kikao hiki cha leo ilikuwa ni cha majadiliano kuhusiana na tasnia ya mazao haya ambayo ni ya mboga mboga na matunda, ambayo mjadala ni namna gani ya kuweza e, kufanya biashara, kuhakikisha haya mazao yanahifadhiwa, hayaharibiki toka yanapozalishwa mpaka yanaposafirishwa kufika masoko ya nje. Kwa hiyo wadau mbalimbali wamehusika, na kama kituo cha uwekezaji Tanzania, kina nafasi kubwa ya kuweza kuwasaidia wawekezaji katika tasnia hii katika uwekezaji wao, kupunguza ile gharama ya uwekezaji ili kuhakikisha kwamba haya mazao mengi ambayo yanazalishwa sasa hivi ya mboga mboga na matunda yanaweza kupata soko na kusafishwa nje kwa ajili ya kuongeza mapato ya taifa, lakini na kuwanyanyua e, kiuchumi e, yale makampuni na wakulima kwa ujumla katika tasnia hii. Huu ni mkakati ambao tunaona unaenda kumwinua kwanza mkulima, mfanyabiashara, lakini pia unaenda kuongeza pato la taifa kwa sababu tunategemea pata mazao, sorry, kupata masoko eh, makubwa na ambayo yatakuwa ni endelevu eh, kutoka maeneo mbalimbali duniani eh. Pia tunawashukuru wadau wa serikali ambao pia tulikuwa nao leo hapa wametoa mchango mkubwa eh, na wao eh, ni watu muhimu sana kwenye kuhakikisha huu mpango eh, unafanikiwa na utekelezaji wake eh, una eh, timia katika muda uliopangwa. Mwitikio ni mkubwa sana na wakulima wanafurahia kuona mazao yao yanapata soko lakini eh, yanapata soko ambalo ni zuri na la uhakika na ni soko endelevu, na tunategemea kupanua wigo zaidi kwa maana ya kuweza kuendelea kununua mazao mengi zaidi, lakini kutanua wigo kwa maana ya kununua mazao tofauti tofauti.